Makabiliano makali yaliyozuka baina ya majeshi ya Kenya na wanamgambo wa Al-Shabaab katika mji wa Gerille yalimpokonya uhai kamanda wa wapiganaji wa Al-Shabaab Abdirashid Garbe pamoja na wapiganaji wengine kumi wa kikundi hicho haramu. Hii ni baada ya wanamgambo hao kujaribu kupenya kuelekea mji wa Fafadun ulioko kanda ya kati ya Operation Linda Nchi. Kamanda huyo aliyeuawa alizikwa katika makaburi ya mji wa Gerile. Wakuu wa operesheni za kanda ya kaskazini katika kikosi cha Kenya na kikosi cha Somalia TFG wamethibitisha kwamba majeshi ya Kenya yalitumia mbinu zote za kuwalaza watu hao kumi na moja kwenye operesheni ya nchi kavu huku ndege za kivita za kikosi cha Kenya cha wanahewa zikihakikisha usalama katika anga ya operesheni hiyo. Vikosi vya Kenya KDF na TFG ya Somalia sasa vimeelekeza makali yao katika miji ya Busar na Garbaharei mashariki ya Somalia, vikijihami na zana nzito za kumwangamiza adui. Hii ni baada ya wapiganaji hao wa Al-Shabab kuhama maeneo yanayopakana na kenya tangu Operation Linda Nchi ianze. Vikosi vinavyodhibiti kanda ya kaskazini kwenye operesheni hii vinasonga kwa kasi kuusalimisha mji wa Gar Bahrei ambao kwa sasa unashikiliwa na wapiganaji wa kikundi cha Ahlusuna Waljamaa, kikundi ambacho pia kinapigana na al-shabaab. Ni basi kuwasili kwa TFG na KDF mahala hapo kutausalimisha mji huo kabisa na kufungua uvamizi katika mji wa Badere kaufungua mkondo wa kuelekea maeneo ya bei na mako ambayo ni ngome kuu ya Alshabab olero, olero, olero, olero, olero, olero, olero, olero. Kutoka mjini Gerile, Somalia, mimi ni Franco Teno nikiwa nimejumuishwa kwenye kikosi cha Kenya KDF.